Ilikuwa ni kawaida kusikia taarifa za ajali kila wanapofungua vyanzo vya taarifa hasa kwa nyakati za sikukuu za mwisho wa mwaka. Wengine wakasema eti wanatutoa kafara, wengine wakasema ni jambo la kawaida hilo, wengine wakagoma kabisa kusafiri kwa nyakati hizo. Tukaweka roho mkononi na playlist za sala kila tulipoona ndugu zetu wanasafiri hasa kwa mabasi, na bado ajali zikatokea na ndugu zetu tukawapoteza. Huko ndiko tulipotoka, na ndio maana hata baada ya kuchukua usukani wa kuliendesha taifa hili, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan alionyesha kuumizwa na ajali za barabarani, hasa kwa mabasi. Akaahidi kulifanyia kazi, lakini watu wakaona kama ni stori zile zile za siku zote. Ila baada ya miaka minne tu stori ikabadilika. Inawezekana ripoti wameshapewa wakubwa. Lakini sisi huku chini wacha tujuzane. Katika historia yetu kwa miaka kadhaa iliyopita, ndiyo kwa mara ya kwanza Tanzania hakujatokea ajali hata moja ya basi kubwa la abiria kwenye kipindi cha sikukuu za mwisho na mwanzo wa mwaka kwa mwezi Disemba 2024 na Januari 2025. Naam, umenisikia vizuri. Mtu mmoja akauliza hii imewezekanaje? maana tulipoona mabasi yameanza kuruhusiwa kutembea saa 24 tulijua ajali za usiku zingekuwa nyingi. Jibu likawa nilipoona tu mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa ardhini LATRA imefunga mfumo madhubuti wa kufuatilia mwenendo wa mabasi yani VTS unaofanya kazi kwa saa 24, nikajua ajali zitapungua. Lakini unakumbuka kauli ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusu jeshi la polisi. Nikimnukuu, alisema udhibiti wa usalama kupitia jeshi la polisi umeimarika, na hapa pia niliona nia ya dhati ya kupunguza ajali hizi kupitia askari wetu wa usalama barabarani. Sikia hii, miundombinu ya usafiri wa barabara imeboreshwa sana, hususan barabara kuu na barabara za mikoa, na hivyo kufanya nchi yetu kuwa moja ya nchi zenye usafiri wa barabara unaoaminika na bora zaidi, lakini pia madereva wameendelea kufuata sheria za barabarani. Kama ambavyo tulisema sana wakati wa ajali zikiwa nyingi, basi tunatumia nguvu ile ile kuzipongeza mamlaka zetu kwa kufanikiwa kuondoa kabisa ajali za mabasi makubwa ya abiria kwa vipindi vya sikukuu za mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka. Salamu hizi nazifikisha kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan mpaka kwa jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani lakini kwa umuhimu mkubwa kwa Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri wa Ardhini LATRA kwa sheria, kanuni na miongozo iliyofanya kupunguza vifo vingi vya Watanzania wenzetu kupitia ajali za barabarani.